Huyu sasa ashakuwa mbumbumbu wa kutupwa mbali, wala uoni kuwa mchele umeingia mchanga. Huyu sasa ashakuwa mbumbumbu wa kutupwa mbali, wala uoni kuwa mchele umeingia mchanga. A, eleza muktadha wa dondoo hili, alama nne. Haya ni maneno ya Bunju, anamwambia Neema kwa vile hawa wako nyumbani kwao mjini, lakini ni kuwa Lemi alikuwa amepunguza alama na kupanda nafasi, hivyo kuzua mgogoro baina ya wazazi wake. Ba, tambua mbinu za kimtindo katika dondoo hili. Pana matumizi ya msemo mchele kuingia mchangani, um, kwa maana ya mambo kuharibika kuna matumizi ya nidaa, huoni kuwa mchele umeingia mchanga? Pia pana matumizi ya mdokezo wa kutupwa dukuduku, wala huoni kuwa mchele umeingia mchanga. Kwa kurejelea tamthilia Bembea ya Maisha, dhibitisha kauli iliyopigiwa mstari, alama nane. Na neno lililopigiliwa mstari ni mchele kuingia mchanga. Hoja ya kwanza ni Lemi kupanda nafasi darasani na kushusha alama. Kuna ajali barabarani inayomwacha Neema akiwa hali mahututi. Kuna uhaba wa pesa unaopelekea Neema kutaka kupigwa jeki ili mamao atulie hospitalini. Kuna rapsha baina ya Yona na Sara ambapo Yona anataka apikiwe, lakini tunaona kitumbua kimeingia mchangani, kwani Sara na maradhi na hawezi kupika aa. Kitumbua kingine ambacho kimeingia mchangani ni uhaba wa muda wa neema kuwa na mwanawe Um, ili waweze kwenda out na hata kumsaidia kufanya assignments ili angalau ampumzishe mewe ambaye ni bunju. Um, jambo lingine ambalo linafanya tuweze kusema kwamba kitumbua kimeingia mchangani katika tamthilia ya Bembea ya Maisha ni neema kuwa na mawazo tele, anakumbwa na mawazo tele kwa kukosa pesa na mambo mengine. Pia kitumbua kimeingia mchangani kwa Asna anapomaliza masomo yake ya chuo kikuu, lakini hajabahatika kupata kazi. Kitumbua pia kimeingia mchangani pale ambapo Yona ameweza kuzama katika lindi la ulevi kiasi cha kushindwa kwenda kazini hadi kupigwa kalamu. Kitumbua kimeingia mchangani kwa Bela ambaye hajawa na muda wa kulea wanawe hivi kwamba wamekuwa wakubwa bila yeye kukutana nao. Kitumbua pia kimeingia mchanga pale ambapo unapata kwamba kuna mabadiliko ya hali ya anga hivi kwamba sasa chakula hakipo kulingana na, na maongezi baina ya Kiwa na, da, na Dina, hili linaonekana waziwazi. Pia kitumbua kimeingia mchanga. Uh, tunaonyeshwa kuwa Yona ana wajukuu ambao hawajui tofauti kati ya mbuzi na kondoo. Swali hii la da, msemaji wa maneno haya ana msimamo thabiti thibitisha. Msemaji wa maneno haya alikuwa ni Bunju, hivyo tunaweza sema kwamba Bunju ana msimamo thabiti au msimamo imara kwa sababu si fuatazo. Mmoja, anashikilia kuwa wakwe hawafai kulala kwa nyumba ya wanawao, na tunaona anakata hili, ndiposa inambidi Sara aweze kulala kwa Asli licha ya kuwa nauzalala kwao kuwa keniema uh, ambapo kuna nafasi kubwa. Pili, Bunju anamsimama dhabiti kuwa leni uh, mwanawe anafaa kupandisha nafasi darasani mm, na sio kupandisha nafasi darasani huku akishusha alama, anafaa apandishe nafasi darasani na pia aweze kupandisha alama. Bunju uh, pia ana msimamo imara kuwa hata mkipeleka lemi uh, kwenye out kwa sababu ana kazi nyingi high, uh, inshaji, Nisho, na licha ya hayo siku hizi kwenda kujivinjari kuna hitaji fedha. Mwisho Mungu ana msimamo dhabiti kuwa Neema ni, ni mchachi wa fadhila, niposa namwambia kuwa nimekupa uh, kuruhusa kutumia vyako, ni nini sifanye tena. Pia ana msimamo dhabiti kwa sababu anahakikisha kuwa familia yake inakidhiwa mahitaji yote. Pia ana msimamo dhabiti kwa kuhakikisha kuwa familia yake imekidhiwa mahitaji yote, kuanzia mavazi, karo imelipwa na kadhalika. Hadi wakati mwingine zidi kusubscribe, kushare, kulike na hata ku comment kwenye hii video ili tuweze kupashana mengi. Kwaheri.